Ni saa kumi na mbili Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati. Hujambo msikilizaji na karibu. Jina langu mimi ni Regina Mziwanda, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii Rais wa Marekani Donald Trump aelezea kusikitishwa kwake na hatua ya mshauri wake wa zamani Elon Musk kupinga muswada mpya wa matumizi ya serikali. Kaunti ya Mombasa nchini Kenya yatangaza kuwa na mlipuko wa ugonjwa wa chikungunya. Je, dalili zake ni zipi? Kitu ambacho tumeona kuna symptoms kama vile harara, kujikuna, pia maumivu yake ni makali zaidi katika viungo, ni makali zaidi kuliko hata dimbo fiva. Na leo Waislamu duniani wanaadhimisha sikukuu ya Idi al Haji ulimwenguni. Wajua mnyama gani anayepaswa kuchinjwa katika sikukuu hii? Tunasema sio kwa kila tajiri, kwa kila ambaye atakayemudu gharama za mnyama. Wale wanyama wa aina nne ambaye ni ngamia, ng'ombe, mbuzi pamoja na yule kondoo. Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu, na msomaji ni Beldin Waliaula akiwa Nairobi. Naam Regina. Serikali ya Lebanon imeshutumu ime vikali mashambulio ime mapya ya angani ambayo yametekelezwa na Israel kusini mwa mji wa Beirut na kusema inakwenda kinyume na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa mwezi Novemba mwaka 2024. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema mashambulio hayo yaliyofanyika usiku yanamaanisha kuwa Israel haitaki eneo hilo kuwa na amani. Mamia ya watu walihama makazi yao baada ya Israel kutoa ilani kuwa inapanga kufanya mashambulizi ya ardhini katika maeneo yanayotumika na kundi la Hezbollah kutengeneza ndege zisizo na rubani. Mashambulizi hayo yanakuja wakati raia wa Lebanon walikuwa wanajiandaa kwa sherehe za Eid al Haji. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ametetea hatua yake ya kuwapa silaha kundi moja la wapiganaji linalowapinga Hamas eneo la Gaza, akisema kundi hilo limeokoa maisha ya wanajeshi wengi wa Israel. Vyombo vya habari vya eneo hilo vimeripoti kuwa serikali ya Israel imewahami kundi hilo la Kipalestina lenye makazi yake eneo la Rafa, kusini mwa Gaza. Kundi hilo la Abu Shabab linasemekana kutoa ulinzi kwa msafara wa magari yanayobeba chakula cha msaada, ambao pia umelaumiwa kuiba chakula hicho na kutekeleza uhalifu. Rais wa Chad Mahamat Deby anasema serikali yake imesimamisha utoaji wa visa za kuingia nchini humo kwa raia wa Marekani. Rais huyo amesema hatua hiyo ni ya kuajibu marufuku ya Trump ambaye aliwaekea raia wa Chad wanaotaka kuzuru Marekani. Florian Kaijage na taarifa zaidi. Rais wa Chadi ndiye amekuwa miongoni mwa viongozi wa kwanza kulipa kisasi dhidi ya hatua ya Rais Trump ya kupiga marufuku mataifa kadhaa kuzuru taifa la Marekani. Mahamed Debi amesema taifa lake si tajiri kama Falme za Kiarabu kumzawadia Trump ndege au mabilioni ya zawadi, ila amesema taifa la Chadi lina heshima na fahari yake. Rais huyo aliongeza kuwa hakuna Wamarekani wengi ambao watakuwa na shinikizo lolote kwa kutoruhusiwa kuingia Chadi. Ushawishi wa Marekani umepungua katika eneo hilo la kaskazini mwa Afrika, hasa kwa mataifa ambayo yanakumbana na wanamgambo wenye itikadi kali. Na rais wa Marekani Donald Trump na Elon Musk wamejibizana vikali kwenye mitandao ya kijamii siku kadhaa tu baada ya tajiri huyo mkubwa duniani kuacha wadhifa wake kwenye ikulu ya White House kama mshauri wa rais. Musk sasa anataka Rais Trump kuondolewa madarakani, akisema bila kutoa ushahidi kuwa picha za Trump zipo katika faili zinazoshikiliwa na serikali za marehemu Jeffrey Epstein ambaye anadaiwa kwa dhulumu watu kingono. Trump alijibu shtuma za Musk na kusema serikali yake inatupilia mbali kandarasi za serikali walizozipa makampuni yanayomilikiwa na Musk. Hii ni BBC. Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Beldini Waliaula akiwa Nairobi. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kikutangazia kwenye FM redio washirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Uganda, tusikilize kupitia Voice of Karamoja. Kwa Tanzania, tutegee sikio kupitia Radio One Dar es Salaam. Nchini Kenya ni Mwanedu FM, na kule Jamhuri ya Kidemokrasi ya Congo ni Radio Muungano Beni. Unaweza pia kuyafuatilia matangazo haya kupitia tovuti yetu ya bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda nam kwa kuanza kile tulichokuandalia ni kwamba kumeibuka majibizano baina ya rais wa Marekani Donald Trump na mfanya biashara tajiri Elon Musk jana Alhamisi, ambapo rais wa Marekani amesema amesikitishwa na mshauri wake huyo wa zamani kutokana na kupinga kwake muswada mpya wa matumizi ya serikali aliyoupitisha, huku Elon Musk naye akisema kwamba rais Trump asingeshinda uchaguzi bila msaada wake wa kifedha. Taarifa zaidi na Halimanyanza. Kwa zaidi ya wiki moja sasa mshirika huyo wa zamani wa rais Trump, mfanya biashara tajiri na mjasiriamali wa teknolojia Elon Musk, amekuwa akikosoa vikali muswada huo wa matumizi huku akifanya kampeni ya wazi dhidi yake. Akizungumza katika ikulu ya nchi hiyo, rais Trump amewaambia waandishi wa habari kwamba amesikitishwa na kushangazwa na mshirika wake huyo matumizi ya serikali. Afadhali angenikosoa mimi kuliko mswada, kwa sababu mswada huu ni wa kipekee. Elon na mimi tulikuwa na uhusiano mzuri, sijui kama mpaka sasa bado upo. Nilishangazwa kwa sababu nyie mlikuwepo, kila mtu humu ndani alikuwepo wakati tulipokuwa na hafla nzuri ya kumwaga, alisema mambo mazuri kunihusu. Lakini nimesikitishwa sana kwa sababu Elon aliujua kwa kina jinsi mswada huu unavyofanya kazi Kuliko mtu yeyote yule aliyepo hapa, na binafsi hajawahi kunisema vibaya, lakini na uhakika hilo litafuata, lakini nimesikitishwa sana Elon, nilimsaidia sana. Elon akionekana kujibu kupitia mtandao wa kijamii, mjasiriamali huyo wa teknolojia, Elon Musk amesisitizia msimamo wake na kumtuhumu Rais Trump kwa kutokuwa na shukrani na kuongeza kusema kuwa asingeshinda uchaguzi mkuu wa rais mwaka jana nchini humo bila ya yeye. Ni taarifa yake yalimanyanza. Israel imefanya mashambulizi kadhaa ya anga pembezoni mwa mji mkuu wa Lebanon, Beirut, ikisema kwamba inalenga maeneo ya Hizbullah yanayotengenezea ya ndege si zisizo na rubani. Shambulio hilo la jana usiku ambalo wa limefanyika wakati wa mkesha wa Id el Adha, moja mojawapo ya, ya siku kuu muhimu ya waumini wa dini ya Kiislamu zaidi na sambatenzi milio ya mabomu ikisikika katika vitongoji vya mji mkuu wa Lebanon Beirut. Vikosi vya jeshi la Israel vikifanya mashambulizi. Jeshi la ulinzi la Israel limesema limegundua kituo ambacho wapiganaji wa Hezbollah wanakitumia kutengeneza maelfu ya ndege ndogo zisizo na rubani ambazo zinafadhiliwa na kile wanachodai magaidi wa Irani. Shambulio hilo limetokea licha ya kuwepo kwa makubaliano ya usitishwaji wa mapigano kati ya Israel na kundi hilo la wapiganaji katika kipindi cha miezi sita iliyopita. Rais wa Lebanon Joseph Aoun Amelielezea shambulio hilo kama ukiukaji wa wazi wa makubaliano ya kimataifa na kwamba pia limefanyika wakati wa mkesho wa sikukuu ya kidini, huku Waziri Mkuu wa Lebanon Nawaf Salam akilaani vikali shambulio hilo. Jeshi la Israel limesema Hezbollah inatumia kwa kiasi kikubwa ndege hizo zisizo na rubani kushambulia nchi hiyo na kudai kuwa inakiuka wazi makubaliano kati ya Israel na Lebanon ni sambatenzi. Mnamo Juni nne mwaka huu, kaunti ya Mombasa ilitangazwa kuwa inakabiliwa na mlipuko wa ugonjwa wa chikungunya. Maafisa wa afya wamethibitisha kuwa kulikuwa na maambukizi ya watu wapatao ishirini na watano wa homa ya chikungunya kati ya sampuli 45 zilizochunguzwa na taasisi ya utafiti wa matibabu nchini Kenya maeneo yaliyoathirika zaidi ni Mvita, Nyali, Likoni na Kisauni. Awali Fatma Ali, meneja wa kitengo cha operations za dharura ya afya ya umma serikali ya kaunti ya Mombasa, amezungumza na jamhuri mwa vyombo. Kwa majina naitwa Fatma Ali, manager Public Health Emergency Operations Center, Mombasa County Department of Health Services. Naam, sasa tunazungumzia kuhusiana na huu mripuko ambao umeripotiwa. Uh, kwanza taarifa zilikuwa kwamba kumezuka maradhi yasiyojulikana vipi, kisha mkaja mkagundua kwamba ni chikungunya ama homa ya denge. Hebu tufafanulie kidogo hapo. Watu tuko na community health promoters ambao huwa wanatusaidia kuangazia yale ambayo yanatokea katika jamii. Kwa hivyo katika swala hili la chikungunya, alert zilitoka katika um, hospitali zetu, madaktari waliweza kutu alert ni vile tu katika hospitali zetu za serikali, hiyo kapasiti ya kupima chikungunya iko kidogo sana sana. Huwa tuko na test za dengue fever, lakini sasa katika ile hali ya kutaka kuconfirm kama kweli hii ni chikungunya, ndio itabidi tukusanye uh, sampuli za damu ili tupeleke katika maabara za KEMRI ili waweze kuconfirm kupitia ile kipimo tunaita cha DNA RNA testing. Huwa uh, dalili zikoje ndio mtu kutofautisha mm -hmm. kwamba ni chikungunya ama ya mm -hmm. denge. So, katika hii grupu ya haya maradhi tunaita acute febrile illnesses, sana sana huwa yanajita yanakuja kwa kufanana, ni kwa mfano joto mwilini, kuchoka, kuumwa na viungo na sana sana hii utaona kwa mtu mwenye anaugua dengi, anaona the same symptoms, utaona kwa mwenye anaugua malaria pia anaanza kuonyesha the same symptoms, so kitu ambacho tumeona katika hii chikungunya kuna sometime, kama vile yani kama harara kujikuna, alafu pia uh, maumivu yake ni makali zaidi katika viungo, ni makali zaidi kuliko hata dimbu fiva. Na kwa hivyo kwa sasa mnasemaje, anahisi dalili hizo anachukua hatua gani za awali au za tahadhari? Na um, ambia jamii yetu, iwapo uko karibu na hospitali tafadhali, ukianza kusikia dalili hizi jitambulishe katika maabara na iwapo uko mbali kitambo cha kufika katika hospitali, unaweza kutumia uh, painkillers, ili uweze tu kushukisha hiyo uh, maumivu joto ya, ya mwilini, alafu unaweza kutocha afya ili uweze ku, kusaidika zaidi na matibabu yake matibabu yake. Hii haina matibabu maalum, ila ambavyo hizi uh, ishara zinajitokeza, basi ndo unavyotibiwa. Fatma Ali, meneja wa kitengo cha opereshen za dharura ya afya ya umma nchini Kenya, kaunti ya Mombasa kule, akihitimisha mazungumzo na jamhuri wa vyombo. Tukielekea moja kwa moja viwanjani, Umari Mkabara yu tayari. Naam, asante sana Regina na moja kwa moja nianze na michuano ya UEFA Nations League ambako hapo jana usiku ulikuwa unapigwa mchezo wa nusu fainali ya pili ambako timu ya taifa ya Hispania na Ufaransa walicheza, na mechi ikamalizika kwa Hispania kuweza kushinda kwa changamoto ya mikwaju ya penati mitano kwa minne na hivyo Hispania wanakwenda kucheza finali dhidi ya katika kandanda ya Ulaya. Lakini taarifa nyingine ni kwamba timu ya taifa ya Azerbaijan pamoja na Jordan zimefanikiwa kufuzu kwenye fainali za Kombe la Dunia na Azerbaijan wanatengeneza rekodi ya kufuzu michuano hii kwa mara ya kwanza kabisa na wanaungana na wenyeji watatu ambao wamekuja kufuzu, Marekani, Canada na Mexico pamoja na mataifa mengine ya Japan, New Zealand, Iran pamoja na Argentina. Azerbaijan walipata sare ya bila kufungana dhidi ya Korea Kusini dhidi ya falme za Kiarabu Kumbrabi, lakini Korea Kusini waliweza kushinda kwa goli, uh, mbili, kwa lakini Kusini kushinda goli bila taifa ya Iraq, na hivyo Azerbaijan waliokuwa nafasi ya hamsini na saba duniani kwa ubora, kwa kwa kwa kwa walikuwa wanaingia kwa mara yao ya ya ya ya ya kwanza kwenye kwenye kwenye michuano ya Kombe la Dunia. Mchezo mchezo tennis, nyota namba moja kwa ubora Arina Zabalenka amesonga mbele na na kutinga kwenye finali finali ya French Open baada ya kumfunga Iga Swiatek katika nusu finali ya kusisimua sana katika mchezo huo. Uh, Zabalenka aliweza kushinda kwa set ya saba sita akishinda ya pili kwa saba moja lakini akipoteza seti ya tatu kwa nne sita. Na akimaliza kwa rekodi ya kushinda kwa sita bila majibu. Na katika upande wa wanaume nyota wa mchuano hiyo, uh, Carlos Alcaraz naye alifanikiwa kusonga mbele na atacheza katika nusu finali dhidi ya Lorenzo Musetti, uh, huku nyota mwingine namba moja kwa bora duniani Yannick Sinner atakuwa na kwenda kucheza mechi yake dhidi ya Novak Djokovic atakayotafuta nafasi ya kushiriki finali ya michuano ya French Open. Na sasa tuangazie tetesi kubwa zaidi siku ya leo za usajili, lakini moja kati ya taarifa uh, si kubwa kabisa kwa ni kwamba klabu ya soka ya Chelsea imeanza mazungumzo ya kuweza kumpata goalkeeper wa Kifaransa kutoka kwenye klabu ya AC Milan ama AC Milan, uh, Mike Menyo. Na taarifa inaeleza kwamba Chelsea watakuwa tayari, watakuwa tayari kulipa kiasi cha pauni milioni 45 ili kuweza kumpata goalkeeper huyo wa timu ya taifa ya Ufaransa. Tetesi nyingine kubwa kabisa kwa asubuhi hii ni kwamba Manchester United wameambiwa kuna nafasi kubwa ya kuweza kumpata mshambuliaji kutoka uh, na wa BBC, hapa, mm -hmm. Kwa mujibu uh, mm -hmm. wa taarifa ambayo iko kwenye tovuti ya BBC hapa ikieleza kwamba Viktor Gyokeres anauzwa kwa dau la pauni milioni 57 ambapo klabu ya Sporting do Portugal wakihitaji kutoka kwa mchezaji huyu. Leo ni Ijumaa na leo ni siku kuu. Mimi niseme juma karimu. Habari kwa asubuhi ya leo ni pamoja na rais wa Marekani Donald Trump waelezea kusikitishwa kwake na hatua ya mshauri wake wa zamani Elon Musk kupinga muswada mpya wa matumizi ya serikali. Kaunti ya Mombasa nchini Kenya atangaza kuwa na mlipuko ugonjwa wa chikungunya, na leo Waislamu duniani wanaadhimisha siku kuu ya Eid al-Hajj. Hii ni BBC.